Kupitia hii madhabahu v katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba tu usimame pale ulipo, naomba tu usimame. Sema e Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya madhabahu hii. Sante Yesu kutupa madhabahu hii. Hebu sema kutoka kwenye vilindi vya moyo wako, asante Yesu kutupa madhabahu hii. Tunaibariki, ibariki madhabahu hii ya ukombozi wa nafsi Nuru Duniani, tunambariki mtumishi wako Paschal Makemba, tunawabariki waimbaji wote wa madhabahu hii, tunawabariki watumishi wote wa madhabahu hii, tunajibariki na sisi wenyewe, tubarikiwe sana na tuinuliwe sana, katika jina la Yesu. E bwana Yesu, tunalibariki kongamano lijalo tunalibariki sana la kupa vya kimaisha katika jina la Yesu. Tunasema asante Yesu, ubarikiwe Yesu, uinuliwe Yesu, maana wewe ni mzuri sana, katika jina la Yesu.